Haya wanahabari, nimewaita ni wape tukio moja ambalo tunaendelea nalo kwenye mkoa wetu wa Rukwa. Hili ni tukio la mauaji ililosababisha sasa wakamate mkuu wa shule pamoja na walinzi wawili wa, wa shule eh, ambapo wanatuhumiwa kumuua mwanafunzi wa kidato cha nne shule ya sekondari Kagwa anayeitwa Novatus Mgeni mwenye miaka kumi na tano. Hawa tuliowakamata kama nilivyosema ni pamoja na mkuu wa shule ya St. Kagwa. Eh, ambaye anaitwa Zakaria Mwasenga ana miaka 47. Lakini wengine tuliowakamata kama nilivyosema ni walinzi wa shule hiyo ya St. Kagwa. Mmoja e, anaitwa Michael Donsiana ana miaka thelathini na tatu na wapili Geofrey Simon ana miaka 30. Hawa ni kwamba tarehe ishirini na tatu mwezi wa tatu 2025 na majira ya saa nane usiku watuhumiwa hawa waliwashambulia wanafunzi watatu eh, kwa kuwapiga na waya wa umeme, na hii ilitokana eh, na kuwatuhumu wale wanafunzi ambao wote ni wa shule ya sekondari Kagwa, kwamba waliruka ukuta, eh, wakaingia kwenye shule ya sekondari Senti Kagwa nakwamba baada ya kuingia kwenye shule hiyo waliingia kwenye mabweni ya wasichana, walivyokamatwa ndipo washambuliwa na huyo mwalimu na hao wanafunzi. Wanafunzi basi hao baada yakuwa wameshambuliwa kituo cha wanga, kituo cha kituo polisi Sumbawanga na hatimaye hospitali ya rufaa Sumbawanga kwa ajili ya matibabu. Wanafunzi wawili walitibiwa na kuruhusiwa lakini huyu Novatus yeye hali yake iliendelea kuwa mbaya, na hivyo akahamishiwa hospitali ya rufaa ya kanda kule Mbeya, ambapo alifariki akiwa anapatiwa matibabu. Kwa hivyo tunalo tukio hilo la mauaji, na watu hao tunaendelea kuwashikilia wakati tunakamilisha upelelezi wetu. Jeshi la polisi mkoa wa Rukwa tunatoa wito kwa wakuu wa shule, walimu lakini hata na wale wasimamizi wa taasisi za elimu. Pale mwanafunzi anapokiuka taratibu za shule, basi watoe adhabu. Kama kuna lazima wa kutoa adhabu, watoe adhabu kwa mujibu wa taratibu zilizotolewa na wizara ya elimu. Wito wetu ni huo, waandishi, na washukuru sana.